lakini leo mtazamaji wa Dasaza Media, na pointi moja tu katika moja na mbili, leo nikufikishie wewe kwamba hivi ushahibu ka katika maisha yako kafikiria kwamba kitu gani unatakiwa kufanya katika maisha yako imradi uende mbele ama utimize ndoto zako. Unajua, wa tuongelee katika ile reality kwamba kila binadamu anapitia changamoto. Na mtafutaji siku zote yuko pamoja na Mwenyezi Mungu na kitu cha kwanza ambacho kinatokea katika mapambano, kwanza kabisa, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akikaende uwezo wa kila kitu kwamba riski zote za binadamu anazifungua au tabaraka wa taala. Lakini kingine unachopaswa kukifanya katika maisha yako ni mapambano, kwamba mtu unafikia yani unafikia stage ambayo una maisha magumu, mambo yanakuwa mengi, unakaa mtu unawaza, unafikiria kitu gani nifanye, lakini muda mwingine unakuwa unakata tamaa. Jamani, usikate tamaa kwa sababu sisi binadamu tumeimbua mambo mengi kupambana matatizo vitu kibao, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia mtu, mtu yeyote mwenye subira na imani atafika mbali, kwamba we anza biashara yako mdogo mdogo, kwamba anza tala ya kitu chako cha elfu tano biashara yako elfu tano ama elfu kumi ipo siku moja utafikia katika kiwango kile ambacho walichofikia wale watu wengine. Kwani wale watu wengine wameanzaje? Wamefikiaje? na wewe ushinde jamani, kwenti ya leo hakuna kukata tamaa. Pambana maisha ya sasa, wanakuwa kupambana, usikate tamaa. Kama unasoma mtu, unasoma unapitia maisha magumu, soma hivyo hivyo, pambana